Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya uhai na uzima kuwepo katika hafla yetu hii ya leo. Lakini kipekee kabisa, tunachukua fursa hii pia kuwashukuru kwa, kwa kutukabidhi au kwa kutukaribisha kuwa katika shughuli yetu hii ya leo. Lakini mimi leo nimetakiwa kufanya mambo mawili tu, moja kutoa salamu, lakini la pili kumkaribisha mgeni rasmi. Kwa hiyo kwa salamu hizo maana yake inachukua fursa hii kuwashukuru sana, lakini kuwapongeza benki ya NMB kwa kazi kubwa mnayoifanya, lakini kwa huduma nzuri ambazo mnazozifanya tunawashukuru sana, lakini tunawaomba huduma hizo ziendelee kuwa na kiwango kikubwa na kiwango cha juu kabisa. Lakini pia kama ilivyoelezwa, kwamba nawapongeza tena, kwa sababu mmeeleza kwamba ni miongoni mwa walipaji kodi wa mwanzo mwanzo, walipaji kodi wazuri. Kwa hiyo pia nawashukuru kwa hilo, lakini nawaomba mwendelee kuwa na hiyo voluntary compliance, kwa sababu sote tunafahamu nchi zote ambazo zimeendelea zimeendelea kwa sababu ya ulipaji wa kodi. Na sisi kama wizara ya dhamana ambayo tunasimamia miradi mikubwa ya kimkakati manake pia tunategemea sana katika masuala ya kodi, ili tuweze kuisimamia miradi hiyo iweze kufanyika kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia chingine ambacho nawapongeza kutokana na wigo mkubwa ambao mmeuongeza na upana mkubwa wa kutoa huduma kama mlivyosema kwamba mmetoka kutoka katika matawi matatu mpaka kufika matawi tisa, lakini kutoka kwa mawakala mia tatu kufika hadi elfu moja ni hatua kubwa ambazo mlizozipiga. Kwa hiyo kutokana na hayo mnapaswa kupongezwa, lakini muongeze bidii katika utoaji wa huduma hizo. Lakini kwa ndugu zangu wa kandarasi, kama ilivyoelezwa kwamba kuna fursa nyingi ambazo hapa zimeelezwa, ni fursa ambazo sasa tunatakiwa kuzichangamkia na kuondokana na zile changamoto ambazo tulizokuwa tunazo kwayo, nukosefo, mari, ambazo. Kwa hiyo kama ilivyoelezwa kutokana na ukosefu wa rasilimali ambazo tulizokuwa tunazo, lakini masharti yalivyoregezwa kutoka kwa NMB, kwa hiyo ni muda sasa wa kutumia hizo fursa.